Well, well, well, well, mtazamaji wa Mafia Television. Karibu kwenye nakupa hii. Na leo kwenye nakupa hii, nataka nikupe nchi tano tajiri barani Afrika. Yes. Afrika ni bara linalokadiriwa kuwa na watu bilioni 1.4. Ni bara lenye nchi 54 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa UN. Ni bara linaloendelea kujipambania ili kujikwamua katika umaskini na hali duni za watu wake. IMF imetoa orodha ya nchi tajiri barani Afrika. Namba moja, Ushelisheli au Seychelles. Nchi hii inakadiriwa kuwa na pato la taifa PPP kwa kila mtu mmoja kuwa dola za Kimarekani elfu arobaini na tatu na sabini. Nchi hii ina uchumi thabiti unaoendeshwa na utalii, uvuvi na huduma za kifedha. Wawekezaji wakubwa wa kigeni huvutiwa na sera zinazozingatia utalii endelevu wa mseto wa kiuchumi kuhakikisha ukuaji kiuchumi na utulivu wa muda mrefu. Maisha ya hali ya juu kiasi, huduma bora za afya na mifumo bora ya elimu ni mambo wanayojivunia wana usheri. Seychelles, nakupa hii. Taifa hili linashika nafasi ya 56 duniani kwa pato la taifa kwa kila mtu. Na namba mbili, Mauritius Mauritius imeendelea kuwa kitovu cha kifedha barani Afrika lenye pato la taifa PPP kwa kila mtu mmoja, dola za kimarekani 33954. Huduma za kifedha utalii, na uzalishaji husaidia kwa kiwango kikubwa kwa uchumi wa nchi hii. Utajiri wa waston kwa kila mtu nchini humo unakaribia dola za kimarekani 37500. Mauritius kuna watu 4900 wenye thamani ya zaidi ya dola milioni moja na watu kumi wenye thamani ya dola milioni 100 za Kimarekani na hii mtazamaji, ni kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na nikwambie, kwa miaka kumi iliyopita Mauritius imeshuhudia ongezeko kubwa la mamilionea ikiwa ni asilimia sitini na tisa mtazamaji, fikiria miaka kumi baadaye, Mauritius ataongeza matajiri wangapi nchini kwake? na namba tatu ni Gabon. Huyu mwamba ni mzalishaji mkuu wa mafuta na muuzaji wa bidhaa hiyo muhimu duniani. Biashara hii huchangia sehemu kubwa ya pato lake. Serikali ya Gabon, ili kupunguza utegemezi wa hydrocarbon, imejikita kuwekeza kwenye madini, kilimo na miundombinu. Pato la taifa PPP la mwamba Gabon linakadiriwa ni kuwa dola za Kimarekani 24682. Na namba nne, Misri. Ehe, Egypt, taifa hili limeendelea kuimarisha miundombinu na kuvutia wawekezaji kwa kuboresha msingi wa kiuchumi. Mchango mkubwa kwa uchumi wa taifa hili hutokea kwa sekta za madini, kilimo na viwanda. Nchi ya Misri inakadiriwa kuwa na pato la taifa PPP kwa kila mtu dola za Kimarekani elfu ishirini na moja mia sita na nane. Nakupa na, na, na hii, huko ndo walipotokea mchezaji mshambuliaji wa timu ya Liverpool Mo Salah. Namba tano ni Botswana. Botswana kajipatia nafasi hii kutokana na utajiri mkubwa wa almasi, madini haya yenye thamani kubwa duniani. Sekta ya kilimo na utalii vinachangia kiasi kikubwa katika uchumi wa taifa hili. Taifa hili lenye pato la taifa PPP kwa kila mtu mmoja dola za Kimarekani elfu ishirini mia tatu kumi na moja linajumuishwa kuwa ni taifa lenye ukuaji thabiti wa uchumi barani Afrika. Mtazamaji wa Mafia Television, hii ni ripoti ya IMF ya mwaka 2024 kuonyesha nchi tajiri barani Afrika. Mi nilihisi Moroko angekuwa namba moja. Mtazamaji, ulihisi Moroko angekuwa namba ngapi? Dondosha komenti yako. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Naomi. Kwa heri.